Mlango wa kumi na mbili. Basi hawa ndio wale waliomjia Daudi huko Siklagi alipokuwa akijificha kwa ajili ya Sauli mwana wa Kiishi, nao walikuwa wamo miongoni mwa wale mashujaa waliomsaidia vitani. Walikuwa wenye kupiga upinde, nao walikuwa hodari wa kutumia mkono wa kuume na wa kushoto kwa kutupa mawe ya teo na kwa kupiga mishale ya upinde. Walikuwa wanduguze Sauli wa Benyamini mkubwa wao alikuwa Ahiezeri, kisha Yoashi, wana wa Shemaa Mgibeathi; na Yezieli na Peleti, wana wa Azmawethi; na Beraka na Yehu Mwanathothi; na Ishmaia Mgibeoni, shujaa wa wale thelathini, naye alikuwa juu ya wale thelathini; na Yeremia na Yahazieli na Yohana na Yozabadi Mgederathi, Eluzai na Yerimothi na Bealia na Shemaria na Shefatia Mharufi Elkana na Ishia na Azaleli na Yoezeri na Yashobeamu Wakora na Yoela na Zebadia wana wa Yerohamu wa Gedori. Na Wawagadi wakajitenga kumfuata Daudi ngomeni huko nyikani, waume mashujaa, watu waliozoea vita, walioweza kutumia ngao na mkuki, ambao nyuso zao zilikuwa kama nyuso za simba, nao walikuwa wepesi kama kulungu juu ya mlima. Ezeri mkubwa wao, Obadia wa pili, Eliabu wa tatu, Mishmana wa nne, Yeremia wa tano, Atai wa sita, Elieli wa saba, Yohana wa nane, Elzabadi wa kenda, Yeremia wa kumi, Makbanai wa kumi na moja. Hao wa wana wa Gadi walikuwa maakida wa jeshi, yeye alikuwa mdogo amelingana na mia na yeye aliyekuwa mkuu na elfu. Hao ndio wale waliovuka Yordani katika mwezi wa kwanza ulipofurika kingo zake zote, nao wakawakimbiza wote wa bondeni kuelekea mashariki na magharibi. Tena wakafika ngomeni kwa Daudi baadhi ya wana wa Benyamini na Yuda. Naye Daudi akatoka ili kuwalaki akajibu akawaambia, kama mmenijia kwa amani ili kunisaidia basi moyo wangu utaambatana nanyi, lakini kama mmekuja ili kunisaliti kwa adui zangu, kwa kuwa hamna udhalimu mikononi mwangu, Mungu wa baba zetu na alitazame neno hili na kulikemea. Ndipo Roho ikamjilia Abishai mkuu wa wale thelathini, naye akasema, sisi tu watu wako, e ee Daudi na wa upande wako, ee mwana wa Yese, amani naam, amani iwe kwako na amani iwe kwao wakusaidiao, maana akusaidiaye ndiye Mungu wako. Ndipo Daudi akawakaribisha akawaweka wawe maakida wa kile kikosi. Wa Manase pia wengine walimwangukia Daudi alipokwenda pamoja na Wafilisti juu ya Sauli vitani, lakini hawakuwasaidia; kwani wale mabwana wa Wafilisti wakafanya shauri wakamfukuza wakisema, kwa hatari ya vichwa vyetu atamwangukia bwana wake Sauli. Naye alipokuwa akienda Siklagi, wakamwangukia hawa wa Manase, Adna, na Yozabadi, na Yediaeli, na Mikaeli, na Yozabadi, na Elihu, na Silethai, maakida wa maelfu waliokuwa wa Manase, wakamsaidia Daudi juu ya kile kikosi kilichomshambulia, kwani walikuwa waume mashujaa wote, nao wakawa maakida jeshini. Maana siku kwa siku humjia Daudi watu wa kumsaidia, hata wakapata kuwa jeshi kubwa kama jeshi la Mungu. Na hizi ni hesabu za vichwa vya watu wenye silaha za vita waliokuja Hebroni kwa Daudi ili kumgeuzia ufalme wa Sauli sawasawa na neno la Bwana. Wana wa Yuda waliochukua ngao na mkuki walikuwa elfu sita na mia nane wenye silaha za vita. Wawana wa wana wa Simeoni waume mashujaa wa vita, wa wana wa Lawi elfu nne na mia sita, na Yehoyada alikuwa kichwa chambari ya Haruni, na pamoja naye walikuwa elfu tatu na mia saba. Tena Sadoki kijana shujaa, na wa nyumba ya babae maakida ishirini na wawili na wa wana wa Benyamini nduguze Sauli elfu tatu; kwani hata sasa kwani hata sasa walio wengi wao walikuwa wameuhifadhi uaminifu wao kwa nyumba ya Sauli. Na wawana wa wana wa Efraimu ishirini elfu na mia nane waume mashujaa, watu wenye sifa katika mbari za baba zao. Na wanusu kabila ya Manase kumi na nane elfu waliotajwa majina yao, ili waje kumtawaza Daudi awe mfalme. Na wawana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, huyajua jua ya wapasayo Israeli wayatende; vichwa vyao walikuwa watu mia mbili na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Wazabuloni watu wawezao kwenda pamoja na jeshi hodari wa kupanga vita wenye zana za vita za kila namna hamsini elfu, askari wa stadi wasiokuwa wenye moyo wa kusitasita na Wanaftali maakida elfu na pamoja nao watu wenye ngao na mkuki thelathini na saba elfu, na Wadani watu hodari wa kupanga vita ishirini na nane elfu na mia sita na waasheri watu wawezao kwenda pamoja na jeshi hodari wa kupanga vita arobaini elfu tena ngʼambo ya pili ya yordani wawareubeni na wa wagadi na wanusu kabila ya manase wenye zana za vita za kupigania za kila namna mia na ishirini elfu hao wote watu wa vita askari wa stadi wakaja hebroni wenye moyo mkamilifu ili kumtawaza Daudi awe mfalme juu ya Israeli wote. Tena wote waliosalia wa Israeli nao walikuwa na moyo mmoja kwamba wamtawaze Daudi. Nao walikuwa wako huko pamoja na Daudi siku tatu wakila na kunywa, kwani ndugu zao walikuwa wamewaandalia tayari. Zaidi ya hayo, wale waliokuwa karibu nao hata mpaka kwa Isakari na Zabuloni na Naftali wakaleta chakula juu ya punda na ngamia na nyumbu na ngombe, vyakula vya unga, mikate ya tini na vichala vya zabibu kavu, na divai na mafuta, na ngombe na kondoo tele, kwa kuwa kulikuwa na furaha katika Israeli.